Kila timu inakuja ikiwa imejiandaa. Tumecheza nao, tumewafunga basi tumemaliza mchezo, tunaangalia mengine yanayokuja. Kwa wanasimba waamini, uh, maandalizi yako vizuri kuelekea mchezo ujao. Sisi tulifanya maandalizi tangu mwanzo wa ligi, kwa hiyo na sasa tunaelekea mwishoni. Habari ya maandalizi ya mechi fulani, hiyo hatuwezi kuisema sasa, tutasema wakati ukifika wakati, wakati Shukute, shukute. Sasa itakuwa hamna haja mie kusema kwamba tutazungumza wakati ukifika yeah. Wewe unataka kujua na wakati mm. Asanteni sana wanapata na wasiwasi, wanasema wanategemea nani? Ambaye ana wasiwasi, mashabiki na wadau. Mashabiki wa Simba wana wasiwasi? Ukimwona mtu ana wasiwasi, huye sio mshabiki wa Simba, atakuwa mshabiki wa timu nyingine. Mwenyekiti mm, eh, amejipaka rangi rangi. Naam. Kwa siku za karibuni mm, uh, mashabiki wa Simba wameonekana kwenye maeneo tofauti wakisema kwamba mchezo huu wa leo ndo mchezo wa mwisho kwa klabu yao. Nyinyi kama viongozi, nalipi la kusema juu ya kauli hizi za mashabiki? Kwanza sijawaona, lakini maoni, mtu anaweza akaona hata sukari si tamu, akaona chungu. Kwa hiyo ni ma mambo ya kawaida tu, tutapokea maoni na tutatoa taarifa rasmi. Asanteni sana. Nadhani utakuwa ni mechi ya ina, ina, ina uspesho gani kwa kuwa mnakwenda kukutana na mtani wenu ikiwa pia inakwenda kuamua nani anakuwa bingwa? Sijakuelewa swali lako. Inakwenda kuwa mechi yenye uspesho wa namna gani, kwa sababu mnakwenda kutana na mtani wenu naihakuna mechi yoyote maalum. Hakuna mechi, mechi, ya, yani mechi zote za ligi ni sawa, na hakuna umaalum wowote na msiwatie wasiwasi na mkuwajaza maneno washabiki wa Simba. Mshabiki yoyote wa Simba atasimama na timu yake, ukimwona anazungumza kitu chochote against Simba, huyo ametumika au ametumwa. Asanteni sana. <tune>